Kwenye video hii nitaenda kukuonyesha jinsi ya kubadilisha jina la Facebook. Eh, e, kama mnavyofahamu kwamba unapokuwa unajitangaza kwenye mtandao wa Facebook ni lazima ujitangaze kwenye akaunti ya biashara, Facebook page. Lakini sasa kwenye hiyo akaunti ya biashara page, Facebook, Facebook page inatengenezwa kwenye akaunti ya kawaida ya Facebook. Facebook ya kawaida lazima iwe ina majina halisi. Lazima iwe na majina halisi. Kwa sababu tunasema ikitokea haina majina halisi itabidi uyabadilishe majina, na ndio kitu ambacho nitaenda kuonyesha hapa. Kwa nini lazima iwe na majina halisi? Unapokuwa unaingia kwenye ulimwengu wa kujitangaza, matangazo ya sponsored ads, kuna matatizo ambayo huwa yanatokea na baadhi ya akaunti kufungwa. Kuna tatizo la kwanza, yapo matatizo makubwa matatu. Tatizo la kwanza, akaunti huwa inafungwa kutokana na kuvunja sheria za wajamaa. Kuvunja sheria, akaunti inafungwa. Tatizo la pili huwa inatokana na, na issue ya payment method au ishu ya malipo kwa ujumla yake, na tatizo common e, sana ambalo linawakumba watu wengi. Tatizo la tatu huwa linatokana na, na ishu ya security, ulinzi wa account eh. Kwa hiyo sasa kwenye ishu ya tatu hiyo, namna ya kuitatua, ulinzi wa account au security, hawa jamaa huwa wanataka upload kitambulisho, kitambulisho chako rasmi chenye majina rasmi chenye tarehe mwezi na mwaka kuzaliwa rasmi, ndipo waweze kufanyaje ndipo aweze kuifungua akaunti yako. Sasa ikitokea akaunti eh, labda kwenye akaunti yako ya Facebook ulijiita sijui sijui na nani deboy au sijui kunilisha sijui delicious na wakati kwenye majina yako vitambulisho rasmi, tunaona kuna jina la Fatuma, basi ujue ki upload hicho kitambulisho wataenda wataki reject, na hiyo akaunti hauwezi kuitumia tena, kufanya matangazo ya sponsored ads. Kwa hiyo sasa, hii ni tahadhari kwa wale ambao wanataka kuingia kwenye industry ya kujitangaza. Kitu cha kwanza kabisa hakikisha akaunti yako ya Facebook humi ina majina sahihi kama yalivyo ya kwenye kitambulisho. Mfano hii akaunti haina majina rasmi, imeandikwa David Mapori. Kwa hiyo tunaenda kuibadilisha majina na kwa majina rasmi ambayo mtu anaitwa David Sibejo au David Wilson Sibejo. Kwa hiyo katika majina mawili swala yawe sahihi kama alivyo kwenye kitambulisho, inatosha kabisa. Kwa hiyo kitu cha kwanza, kushakuwa mingi kwenye Facebook yako au hata kwenye simu yako utakuja sehemu hii hapa ya yeah, profile li, au ambapo inakaa picha kwenye account utapabonyeza hapa baada hapo utakuja settings and privacy. Baada hapo utakuja settings. Baada hapo utakuja hapa account center. Baada hapo utakuja hapa penye profile utapabonyeza penye jina. Baada hapo utakuja kwenye name. Baada hapo nitaweza kubadilisha jina langu, nitaandika hapa David Anaka ni mteja wangu nilimuuliza anipatie majina yake kama ambavyo anatumia kwenye kitambulisho chake. Na tukishafanya hivi ndio tutaweza kutengeneza beji na kuendelea na hatua nyingine. Maana hata account ikifungwa kutokana na sababu za kiusalama, security reasons, tukituma kitambulisho wataifungua bila shida ya yote ile. Ni mapori tunaitoa. Ndio unaweza kaandika kama waache sawa tu. Sibejo. Baada hapo utakuja pale chini Uta review change eh, kwa hiyo choose au your name lia pioni ya profile David Sibejo Dani. Kwa hiyo mpaka hapo tushaweza ku change jina la yule mtu eh, kutoka David Mapori, jina ambalo pengine alijiita kama nickname na kuwa David Sibejo, maana hii account tayari ipo, ipo official kwa ajili ya kuweza kufanyaje kwa ajili ya kuweza kujitangaza, ila sasa hii akaunti eh, akaunti ya David Sibejo bado haina page. Namba ni kuonyesha hapa pamoja kwa moja jinsi ya kutengeneza page. Nitakuja hapa tu, sio hapa, create new profile ndio page hapa. Nataka hii page iwe public page eh, public page ni page ambayo unaweza kuipatia majina ya kibiashara sicii, tumeelewana. Hapo, nitabonyeza next, nitabonyeza hapa chini get started. Hapo hapa chini nitaandika jina la page la huyu mtu David, David Internet Solution Kategori yeah, ya anadili na mambo ya intaneti, kwa nazo katika telekomunikesheni au hata hii sawa, huduma wake anadili na tunauza poketi, okay, waifi na kutengeneza special namba. Baada hapo, nabonyeza create page, pale chini create page, tayari page shakwa created. Make sure penye peji hefi pale pamekwapa kijani, ndio utaweza kuseti tangazo. Pakiwa hapa na rangi nyingine arake, bado hujajaza taarifa za kutosha. Hapa tajaza namba yake ya simu, and kantikodi ni Tanzania. Jaza hapo tazazi saba na kuendelea, jaza mkoa waliopo na site aliopo ipo da. Kwa hiyo kitokea, nanahitaji nikufanyie kama nilivyofanyia huyu, kuanzia y mwanzo mpaka mwisho, mpaka kanakukusitia tangazo. Gharama ni shilingi e, thelathini tu. Baada apo isha kamilika, peji yango ndio ya hapa na hapa nitakuja tu nita adi kava foto, na hapa juu nita adi profile picture, na hapa nita adi action batani. Action batani ni, bata ni, ni kwamba watu wakimtafuta huyu mtu kwenye Facebook, eh wafanye nini? Je, wabuku eh, watume meseji messenger, watume meseji ya wasapu na kadhalika. Kwa hiyo hiyo ndio njia rahisi ya kutengeneza nini, ya kutengeneza Facebook page pamoja na kubadilisha jina la muhusika, ili aweze kuwa na majina sahihi ambayo yanatumika kwenye kitambulisho chake. Mi sina ziada kwenye video hii, tukutane kwenye video ijayo. Asante.